E, bwana, karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu kutoka ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Mwaka elfu mbili na ishirini na tano tumeweza kukuletea taarifa tumeweza kukuletea taarifa kubwa kutoka Mashariki ya Kati, ambako Marekani na Syria wamefanya operesheni ya pamoja dhidi ya kundi la Islamic State, yani ICC. Operesheni ambayo imesababisha uharibifu mkubwa wa maghala ya silaha na vifaa vya kivita. Jeshi la Marekani kupitia US Central Command au CENTCOM imeripoti kuwa kuanzia Novemba 24 hadi Novemba 27 saba mashambulizi ya anga na operesheni za ardhini yalifanikisha kuharibu maeneo kumi na tano yaliyokuwa yakitumika kama maghala ya silaha ya ICC kwa kusini mwa Syria katika jimbo la Rif Damashq. Katika taarifa yao ya CENTCOM imesema kuwa operesheni hiyo ya pamoja na vikosi vya Syria imeharibu zaidi ya mabomu ya mizinga na makombora mia moja na thelathini bunduki kadhaa za mashambulizi, bunduki nzito, mabomu ya kupambana na vifaru, pamoja na vifaa vya kutengenezea mabomu ya kutegwa ardhini. Kamanda wa CENTCOM, Admiral Brad Cooper amesema kuwa operesheni hii inalenga kuhakikisha kuwa mafanikio yaliyopatikana miaka iliyopita dhidi ya ICC yanadumu, na kwamba kundi hilo halipati tena nafasi ya kujijenga upya. Unakumbuka kuwa ICC ambalo miaka ya nyuma lilitawala maeneo makubwa ya Syria na Iraq ilidhoofishwa vibaya na muungano ulioongozwa na Marekani. Hata hivyo, licha ya kupoteza maeneo yake yote, ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa bado linaendelea kujiimarisha kwenye baadhi ya maeneo yake ya vijijini na milimani. Wakati operesheni hizi zikiendelea, upande wa kisiasa, rais wa Marekani Donald Trump hivi karibuni alikutana na rais wa Siria Ahmed al-Sharaa mnamo Novemba kumi hivi. Mazungumzo hayo yalihusu mstakabali wa usalama wa Syria na baadhi ya maeneo na namna ya kufufua ustawi wa taifa hilo. Katika mkutano huo, suala kubwa lililojadiliwa lilikuwa ni kuondolewa kwa vikwazo vitari vya Marekani ambavyo vimekuwa vikididimiza uchumi wa Syria kwa miaka kadhaa sasa. Na hata hivyo licha ya Wizara ya Fedha ya Marekani kuongeza muda kusitishwa kwa baadhi ya vipengele vya vikwazo hivyo kwa siku mia moja na themanini, uamuzi wa kuviamsha au kuviweka kando kabisa uko mikononi mwa bunge la Marekani. Serikali ya Siria nayo imesema kuwa imekuwa ikifanya msako mkali dhidi ya si dhidi ya, eh, dhidi ya seli za ISIS hatua ambayo imekuja siku chache tu kabla ya mazungumzo ya viongozi hao wawili kutamatika. Kwa ujumla, operesheni hii ya Marekani na Syria inaonekana kuwa ni sehemu ya juhudi pana za kuimarisha usalama na kuzuiwa kuibuka upya kwa ISIS. Bado haijulikani itakuwa na athari kiasi gani za muda mrefu, lakini kwa sasa uharibifu wa magara zaidi ya kumi na tano unatarajiwa kuwa pigo kubwa kwa kundi hilo. Asante kwa kuendelea kuitazama Mwananchi Digital na usisahau kulaiki, kushare na kusubscribe kwa taarifa zaidi za ndani, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Tafadhali baki nasi.